Moja kati ya vitu ambavyo tunavifurahia sana sana sana sisi kama jamii ya kitanzania ni kuona watu wameamua kuingia kwenye ndoa. Unajua, ndoa ni kitu cha heri, ndoa ni baraka sana. So tunapoona watu wanasherehekea kuingia kwenye ndoa yani harusi, huwa tunafurahi sana na tunakuwa inspired kwa sisi ambao hatujaolewa bado, lakini pia tunafurahi zaidi tukiona wale ambao wameamua kutak the knot wana, wana, wanafurahia kuna namna fulani wanakua wanakuwa wana, wana, wana kama wanawakaribisha na nyinyi, yaani sisi tumeamua tume, tume kufanya hivi, kwa hiyo na nyinyi njoeni. Najua utakuwa umekutana na clip ya mwanadada mrembo kweli kweli, uh, ambaye alikuwa kwenye sendoff yake, yaani wanamuaga nyumbani kwao, anaenda kwenye harusi sasa anaenda kuolewa. Akasema eh, yeye ni swala aliokubali kuliwa na simba, na babake akasema kasema bana, wewe mi nishakula vya watu, nenda usifanye janja janja ukawa sungura, nenda kawe swala uliokubali kuliwa nami, nikasema uh-uh. Kuna story behind hapa. Wacha nimtafute bi harusi swala na MC wake kwanza. Waje waniambie vizuri ilikuwaje. So ya, Simba la Masimba Dangote hayupo leo. So Diamond Platnumz mume wake. Media. I'm your girl, Sarafina Jerry. Of course, niko hapa na Lanka Ting behind the camera. Tuko na Silent Ocean, Simba wa Bahari. Simba mwenda pole ndiye anayekula nyama nzuri. Huyu ni baba aliyenitafuta kwa muda wa miaka 8. Mimi ni mfano wa swala niliyekuwa nikitafutwa na simba huyu. Nimeluka kwenye milima, kwenye mito, kwenye mabonde, kwenye maji lakini mwisho wa siku, mimi ni swala, ni yeye kubali kwenda kuliwa wapi? ah, makofi na vigelegele nasema, wewe bi harusi wee. ah, sogele ya maiki bana. Wewe ni mwimbaji na kujua wee, usinidanganye. Bi harusi, kwema unaendeleaje? naendelea vizuri. sana. Sana, kwa wasio kufahamu unafahamika kama nani? Maana wengi wanakuita swala, biharusi swala. Kwa majina yangu naitwa Asteria Jioni Mwingira. Mhm. Na, na jitambulishe tu vizuri kwa mtu asiokufahamu kidogo akakufahamu, sio tu kwa jina akufahamu kidogo, mpaka tunakuona kwenye harusi. Wewe ni nani hasa kwenye jamii yetu? kwenye jamii yetu kwa wengi wanaonifahamu ni kama Madam Asteria. Ah, Madam Asteria. Yeah. Ok, na tuko na MC Tamba hivi. Nilimtambulisha kama MC Swala wo Tamba, jina litaondoka kabisa. Sogelea mic, MC, ivute tu kwako, hatari sana kwenye lango la msikilizaji. mm-hmm. mm-hmm. Sogelea mic tuzungumze, MC. Okay. Tamba, kwema, kwema kabisa, kama ka naambiwa kwema ka, na, na, na, eti kwenye biografi pale umebadilisha, umeandika MC Swala. Yeah. Why that? <laughs> Of course ni watu sasa wameanza kuona, unajua ni baadhi mm -hmm. ya customer wameanza kunicheck mm -hmm. baada <coughs> ya Eh baada ya swala okay. zake, nipigia, nimwambia, MC, swala. MC. Ah no, na wewe umeona yani uflow eh, sasa huwezi kuanza tena kuambia hapana, sio mimi, <laughs> mimi mimi ni MC Tamba sasa, utaonekana mm. unaua brand. Yeah. <laughs> Gogo imeenda kama brand brand yako eh, sasa. sasa. Okay. Ya, lakini MC Tamba itabaki kwa MC Tamba, lakini hiyo hiyo nimeiongezea hiyo swala kwa sababu mm ya, ya tukio iln okay, ya. Karibu sana msitamba, asante sana, ntapiga stori sana na swala, lakini kwako ntakuwa na rudi kidogo. yeah, kidogo tu yeah, yeah. So uh, madam Asteria okay, emsogeza mike hapo tupige stori kidogo, uh, Hongera sana. Asante sana. Uh, hongera hii na, na kwako Tamba eh? Kwa sababu wewe ndio umetuletea swala. Asante, eh, asante. Kwenye, kwenye uso wa, wa mitandao ya kijamii. Madamu Asteria, hongera sana. Asante na shukrani. Uh, kitu ulichokifanya nimekuambia tangu unafika. Harusi harusi, uh, ni kitu kikubwa ndoa maana harusi ni sherehe tu. Ndoa ni mtu kuamua sasa kwamba naingia kwenye maisha mengine tofauti na yale niliyoyazoea. Kwanza, unaendeleaje na ndoa yako? Naendelea vizuri, nashukuru Mungu. So, Simba mzima? Simba, Simba ipo vizuri kabisa yeye. yeah, ndo yuko bize na kazi huko. E, Ma... nafasi kwa sababu anatafuta mambo ya kifamilia. Mm -hmm, lazima amlishe huyo swala, e, swala aweze kunenepa vizuri <laughs> niambie ni, ni ilikuwaje ukaongea uka yale maneno, kwa sababu mimi nilivyoyaona nilishtuka, nikasema bi harusi alipata chochote kitu, nini? Kinywaji? Hapana mm. Kwa kikawaida mimi ni binti wa kiaskofu Mm. Baba yangu ni askofu. Mm -hmm. Nami nimekulia mazingira ya kanisani tangu nikiwa mdogo mpaka sasa hivi. Mm -hmm. Sijai tumia pombe. Okay. So ile ilitokea automatically. Ni au vibe ni vibe tu mm, ulikuwa na vibe ya furaha kwamba unaolewa kwa sababu si unajua swala mm. la ndoa mm. kwanza ni bahati mm. si wote wanao au wanaotegemea kuolewa wakaolewa, hiyo ni bahati, inatokea eh, na we uliikataa ile bahati kwa miaka nane. E, a, sikuwa tayari kwa wakati huo mm -hmm. hata ukisoma Muhubiri mm. inasema kwamba kila jambo lina wakati na majira yake. okay. Simba wakati unaelezea, una, una pale kuna ka historia kidogo ulielezea kwamba Simba alikutafuta kwa miaka kama nane Ndeyo. ulikuwa unakataa Yani ukatolea mifano kwamba umeruka mabonde, maji, mito, nini, lakini baadaye ukakubali we ni swala uliokubali kwenda kuliwa, yani kwamba tayari umekubali kuolewa naye okay. Mazingira yako wewe na mume wako mlikutana ambayo, sasa mpaka akaanza kukuaproach kwamba nataka nikuoe na nini, lakini wewe ukawa unakataa, ni kama ulikuwa haujajipanga yani hauko tayari. Ni mazingira yapi mlikutana? kusoma ukweli, kama nilivyosema, mimi ni binti wa kiaskofu mm -hmm. sina mazingira ya klabu, sina mazingira ya nini. Nikitoka kazini mm -hmm. ni nyumbani mm -hmm. nikitoka nyumbani Uh, kanisani kwa sababu pia ni, ni mwalimu wa kwaya pia ni Hongera nice. e, mm -hmm. sana kwa hiyo tunakutana kanisani. Mhm. Hatuna -hmm. mazingira zaidi ya hapo ya kusema kwamba nitakutana naye kwa mm -hmm. sababu sio mtu wa club mm -hmm. sio mtu wa mtoko mitoko mm -hmm. isiyo kuwa na lazima mm -hmm. Mm -hmm. ukitoka ni kuna sababu maalum. Eh, na, na Simba yeye anafanya nini mkiwa kanisani? Yeye anakuwa mchungaji, anakuwa mwanakwaya, anakuwa ni muumini wa mhubiri. Kwa suni utakuwa mama mchungaji? Hmm, nategemea hivyo, Mungu akipenda. Madam Westeria! Hatari! Utatuhubiria vizuri kwa sababu ata, at, na, nafikiri umeiongea vizuri kwamba wee ni mtoto wa, wa kiaskofia. Ndiyo. Ni kwamba unaona namna ambavyo baba anahubiri wahubiri mbalimbali wanakuja nyumbani, si ndivyo? Ndiyo. Kwa hata sauti yako ulivyokuwa unaongea ina mamlaka fulani unaweza kuhubiri pia, mama mhubiri, ukawa mhubiri pia. So mnasali kanisa gani? kama utakuwa okay. kanisa langu niko okay. Okay. Kanisa langu naitwa The Apostolic Ministry Church. mm -hmm. Ambalo ni linapatikana pale, kama unaenda kwa mamaka, unaenda kwa mbuyuni kwa makadali mm. zile kota za magereza mkono wa kushoto. okay. Kuna kibao cha kanisa pale kinaelekeza, ni sio mda mrefu sana, kama ni dakika kadhaa tu, na kwa sana, umefika ambapo hilo kanisa anayesimamia ni mzee wangu ambaye wa mm ndo -hmm. askofu katika e, hilo kanisa na mm -hmm. na sisi ndio ndo tunasali hapo. okay. Okay. Uh, kabla sijarudi kwa MC Tamba, na naomba na uniambie kipindi ambacho send off imefanyika na nini ukapata nafasi ya kuongea MC kakupa nafasi uongee ukaongea ukaongea yale maneno. Kitu gani ambacho kilikuwa kinapita kichwani kwako mpaka ukatolea uka mfano ule na ukaona watu wanashangilia uka ukawa unapaza sauti kwamba nimekubali kwenda kuliwa na babako? Akaja naye akasema, bana, we naenda tu kaliwe, mi nishakula vya watu. Kwa sababu nilitokea vibe ni ya, ya, ku, ya kufurahi kwamba sasa naolewa hmm. Ilitokea nikaongea vile kwa kufikiria kwamba tumetoka safari ndefu. mm -hmm. miaka nane sio mchezo, kwa miaka minane yote hiyo mm. inakwepa kwepa. Kwa hiyo nikaona nichukulie mfano mzuri utakao mfaa naye ajisikie kwamba mm. huyu mwanamke kweli pamoja na kuhangaika kote mm. lakini yale maneno yakamkosha. mm. Alikuambia nini baada ya pale? Alifurahi tu, lazima alikuambia kitu kwamba <laughs> Alini, ulijipanga? aliniuliza tu kwamba ulijipanga, nikawambia kwa kweli, sikujipanga ilitokea tu, ni inspired hiyo. Sasa ni story za honeymoon. Mm, ee. Mashallah. <laughs> sikujipanga kwa kweli, litokea tu na pia kusherehesha sherehe. Unajua, unapokuwa una jambo lako, ukiwa mnyonge na shughuli inakuwa kinyonge nyonge, kwa hiyo unakuwa una vibe, ulikuwa una ushapewa hiyo seminar, nishapata hiyo seminar. Nisha kwamba bwana, ukienda kinyonge nyonge, umeitwa hapo hiyo sehemu kwa MC Swala. Ah, okay okay, so uh, uh, uh, utakuwa comfortable kuyarudia yale maneno uliyoyaongea pale au ilikuwa freestyle? Ah, kwenda kuliwa <laughs> <laughs> bi swala. Ah, yaongea yaongea, mimi ni swala ukweli ilikuwa inspired. Kwa hiyo mm. mm. haiwezi kujirudia. Haiwezi kujirudia kwa sababu ni maneno ambayo unayatoa yani, emotional hapo kwamba unafili, una kile kitu ambacho unakifanya, yaani mtu atake kuambia rudia ulivyokuwa umeongea, sio rahisi. Sasa hivi watu wanaisikiliza tu jinsi ambavyo nimeongea. Lakini tumeiweka hapa, umeona aibu kujisikia kwa nini? Sijaona aibu. Yaani nimefry. Umefry, sio? Uh, MC Tamba chukua, chukua Mike kwanza ni kuulize nafikiri no, na, moja kati ya vitu kwa miaka ya sasa hivi mm. ma MC wanatamani sana kuvifanya ni trend kama hizi yeah. Yani ikitokea umefanya harusi ambayo ime trend kama hivi na imefurahisha watu haijashangaza wa yes, inakuwa ni baraka kwako no. Uh, baada ya bi harusi kufanya kile alichokifanya mm. kwako kwa kama MC ulikuwa surprised kwa sababu ulimwona kwa namna nyingine tangu yeah. mnaanza labda alivyokuja kufanya hivyo, ukaona oh, kumbe ana vitu vingi anaweza mm. kufanya <laughs> au ilikuwaje? ni kwamba ulikuwa umeandaliwa kisaikolojia kwamba uliona vibe lake ni kwamba anaweza kufanya chochote? Uh, hapana. Kabla hatujaanza ile ile sherehe hmm. kabla sijaanza kuhosti, kuwakaribisha na nini hmm. babake sasa, ambaye ndo hmm. askofu aliniita, kakaa na mimi akaambia, MC hii sherehe ni ibada iliyo kamili hmm. <laughs> na kuelewa kwa hiyo jitahidi sana, tume tumekuona, tume wewe una, una utumishi wa Mungu ndani yake, kwa hiyo hmm. tunaamini hautaongea maneno ya kuharibu mm. au kuweza kuleta taharuki okay. Sasa mimi nikaambia, siwezi kuleta taharuki kwa kuwa sisi tuna hosti sherehe za aina tofauti mm. kuna za dini mm -hmm. za dini, kwa hiyo kila sherehe lazima uende na, na namna ambavyo inahitaji mona mm. kaambia mzee wangu sio na wasiwasi. Mimi sasa pale mbele hapata kuwa ukumbi itakuwa ni madhabahu Ah, hii ni akitumisha maneno mazuri sana, itakuwa yes. ni madhabahu iliyo halisi na watu watakaofika pale kila kitu kitakachofanyika mm. kitakuwa ni kitu hata ukifanya madhabahuni kina utukufu mbele za Mungu. Akasema, safi. kwa maneno hayo mm. nimekuamini kaanze sherehe. Ilikuwa <laughs> <laughs> <Yes>. ni siku <laughs> hiyo hiyo kabla ya kwenda ukumbi, hey. oh, okay. Ka, yani baba alikuwa pa... na wasiwasibaba alikuwa na wasiwasi hey, sana kwa sababu <laughs> Unajua, akikuona MC kijana kama hivi mm, anaweza akaona huyu anaweza akajisahau, lakini mm, mimi UMC sio sio tu kwamba ni kipaji mm, lakini pia mimi nimepita nime chuo uh, sio cha UMC mm, lakini nimesoma Eh, mi ni medical personnel. Kwa hiyo oh, kwa hiyo You look like one. Yes, kwa hiyo sisi pia tunasoma hata psychology ya, mm. ya, ya watu, ugonjwa. So hiyo ndio inakusaidiaga ah, yes watu ambao unaenda kuwahudumia ni watu wa namna gani kwa mm. sababu moja sifa kubwa ya MC ni kuhakikisha watu walioko ukumbini wanaongea lugha hii Hata kama wajuani. Hata kama wajuani unaweza mm. kukutana kuna wengine maaskofu sasa tunazungumzia zile ambazo zina michanganyiko mm. Wengine ni, ni watu wanaotumia vinywaji vikali mm, labda pombe, wengine hawatumii, wengine wana dini fulani, ni Waislamu, wengine ni Wakristo, wengine wanaamini hivyo, wengine wanaamini. Kwa hiyo wewe kazi yako ni kuwaunganisha wale wote waongee lugha hii moja. Kwa hiyo mimi nilivyoona swala pale eh, mm. Akasema mimi ni swala, nilikubali kwenda kuliwa. Kwanza nilirukaruka nili, kwanza unajua pale kamera ikunisogelea mm. Au <laughs> uliogopa? Ah, sikuogopa mm. Nilifurahi kwa sababu nikaona hii hii tunaenda hi. <laughs> Kwa hiyo nikaona mm, wewe ni surprise huyu binti, kwa sababu nilichomwambia, uh, nilimwambia wewe, uh, mimi ninachohitaji ni vibe lako mm. Sawa mm. Ni ya kitumishi mm. Lakini nataka vibe ile ile ya kitumishi lakini mm uchangamke changamka, enjoy mm. kwa sababu sherehe ni mara moja tu kwao, hii haijirudii. Hakikisha unafanya vitu ambavyo kila ukivitazama vitengeneza historia nzuri kwako, na akasema usijali MC, sitakuangusha, sitakuangusha. Na kweli hakukuangusha, na kweli hakuniangusha. Kwa hiyo ni unaongea vile, ukifuatilia sasa clip unajua nimepost tu vifupi, lakini kuna sehemu nilimwambia sijasikia vizuri, mm. Akarudia akasema, narudia tena. Ulimpa go ahead ya kurudia tena, tena: mimi ni swala niliwindwa na simba huyu, sasa niko tayari kwenda kuliwa. Ah, ngasema mashallah. Sasa sasa, uh, that was wow moment. The wow moment, another wow moment yes, ni baba yake alivyokuja kusema nimekubali, nenda kama ulivyosema. Sasa nataka eh, kwako eh. Wewe ambaye uliitwa kabisa ukaambiwa <laughs> <laughs> usitaje maneno mabaya usi, kumwona askofu kwa kwa amesema vile kwanza alivyoongea vile, kwa vile mm. nilishtuka akasema mm -hmm. Hapa skofu amejisikiaje? ame, ame <coughs> <coughs> lakini ndani ya moyo wangu kasema sio mimi. Lakini kuna kitu kimoja kilinifariji mm -hmm. kwa sababu ile sherehe mm vibe lake lilianza mwanzoni kabisa, wazazi wakati wanaingia yani. mm. baba wake ndo alikuwa mbele na mamake mm. wakati naingiza ile familia sasa mm. ya upande wa Asteria mm. ambaye ndo swala sasa, na sasa hivi Asteria tujui sana sana, hadi nimesahau Asteria ni nani? <coughs> ana... Yes. So wakati anaingia waliingia kwa vibe sana yani, nafikiri kwenye Instagram yangu nitaanza kuposti clip za mwanzo za wazazi mm. wakati wanaingia alikuwa na vibe mno. Babake aliruka mpaka, nikaa nampa microphone, anaimba. Alikuwa na askofu mwenzake wakawa mm. wanaimba pale ah, akasema hii safi. Yani pamoja ni kwamba ni akitumishi lakini, ina vibe, ina vibe sana mm. mpaka nakatamani inabidi siku niende kanisani kwa huyo mzee nione watu wanabehave vipi pale, watu mbona wana balaa sana eh? So one day in time, na naamini wanakukaribisha sana, umekuwa part of their family yeah. Nitakuja niwaimbie kibao pale, nasema mimi ni simba, <laughs> <Natafuta> swala. <laughs> Ba, baada ya, ya askofu kusema yes. kwamba yeah. Yeye amekubali ya binti yake aende ya akaliwe huko kama alivyosema, ameongea maneno mazuri mwenyewe alivyomnukuu mm. binti yake mm -mm. We unaniambia alikuita akakwambia yeye ni, mm -hmm. ni bada iliyo kamili, kamili. Ulivyomsikia na yeye amesema hivyo. Ah, nilienjoy. Ya, nilifurahi vibaya mno. Kwanza alivyompatia microphone mm. najua aliongea vile, ilikuwa ni muda wa zawadi mm. baada ya kumpatia zawadi mm. Nikamwambia omba mzee uzungumze kidogo mm. Eh, maneno kama usia wako kwa binti yako, kwa, kwa, kwa vijana wako kwa binti yako pia, nini ungetamani asikie kutoka kwako mzee mm. wangu mm. Sasa alivyoshika microphone, unajua mimi ishai kunitokea mm. Eh, nilikuwa kwenye sherehe moja hivi eh, nafikiri aliongea bibi harusi hmm. Alivyoongea bibi harusi, baba yake alivyoshika mikrofoni hmm. Akasema MC anabidi atuombe msamaha <laughs> ukumbini ah. Sasa nikasema hiyo mmm. ulifanya nini hadi uombe msamaha? Hiyo bibi harusi aliongea tu, yani, of course ilikuwa ni akitumishi kitumishi hmm. Sasa maneno uh, uh, alitumia tunaita tunaita romantic words ah. E, alitumia romantic words kwa ajili ya kumtambulisha yule mumewe. Akasema e, of course kuna maneno aliongea ni mazuri tu, nakuelewa ukisema mm. na tu. na tu akitumishi hata <laughs> mtu mwingine anakuelewa <laughs> so yeye yeah, alikuwa anaongea romantic alafu alikuwa ni kama anaongea kwa mapozi sana. Sasa kumbe babake hakupenda wakati mm. anamtambulisha. Kwa hiyo ile picha ikawa inakujia, e, hey, sasa yule na kwa sababu wewe MC ni controller mtu, mm, anaamini kwamba wewe ndio utakatisha hiyo, eh, wewe ndio utakatisha wakati, mimi yeye nilikuwa ninafurahisha, kwa sababu alikuwa anaongea vizuri na watu wana enjoy, lakini perception ya mzazi Yika akaona atofo, ni kama ana yule bi harusi anatengeneza aibu. Umeona, eh, yako maneno mtu anaweza kuzungumza sisi tukakatisha kama MC mm, lakini kuna maneno mengine unaona hayana effect mm. kwa mzazi alivyoshika microphone, nikakumbuka nika ile tukio nikasema, mm, mzee leo huyu ataniwasha moto <laughs> lakini Mungu alivyomwema mm. kwa kijana wake ambaye mimi hapa MC Tamba, lakini baba akasema, mimi naidhinisha, anivosema tunaidhinisha. Ah, nisikia burudani <laughs> <It> was amazing <laughs> Mzee wake alifurahi mpaka akaniambia nina kwenye harusi, natamani uwe wewe e. Huyu huyu sema. <laughs> Harusi sio yao, harusi ya kiumeni em, nimsikie Asteria. Baada ya, ya mzee kusema yale maneno, kama binti ambaye ndo umekubali kwamba mzazi wangu kachukua mahali, na mi inabidi niende kwa kina mahali sasa ilikotoka Uh, ulivyomsikia mzee wako amesema vile, how did you feel? I felt proud. Proud? Mm, kwa sababu na yeye alikuwa kama vile ameleta vaibu fulani, mm -hmm. kwamba japokuwa, uh, amenipa maneno ya, ame, ame ya kwamba ninakokwenda safari nayoendea niwe makini nisijekuwa sungura mm -hmm. akesungura njanja lakini pia ile vibe alilofanya na mm. mimi lili inspire. Alafu mm. lilienda sawa na vibe lako. Yaani shughuli ilienda sawa na ambavyo nilivyoingia mm -hmm. na mpaka nilivyoishia kwa sababu mm. haikumalizikia tu kwa mzee yeah. Hata mkurugenzi wangu alilimalizia mm. wako ambaye ni bosi wako kazini. Bosi wangu kazini ambapo mm. alipokuwa anatoa zawadi mm. alirudia hiyo kauli kwamba bwana, nakupa zawadi, alinipa rice cooker mm. bwana, nimekupa zawadi hii ili tunapotoka kazini, majukumu yetu ya kazi, umechelewa, haraka haraka pale unaandaa chakula, Simba awezi kula. Kwa hiyo naona ni shughuli ilienda kivaibu vaibu mm. upande zote. Na ni kwamba kumbe, kwa tafsiri nyepesi, bibi harusi ndo ana, au maharusi ndo wanaambukiza vibe hey, yani maharusi ndo anayefanya sherehe yake shereke, au sivyo? mm. Kwa hiyo naona vibe nililoanza nalo mpaka namaliza nilienda vile vile. Asteria una, una unaamini una kwamba kumbukumbu ambayo umeitengeneza kwako ni nzuri, na uko proud na kile ulichokitengeneza? Ah, niko proud. Sikufikiri tofauti na ambavyo mm watu wamefikiri mm -hmm, e. ila tu mimi fikra yangu kwamba nimekubali kwenda kuolewa sasa ndio mm -hmm, maana nasema swala alizunguka kwenye mito, kwenye milima, kwenye mabonde lakini mwisho mm, wa siku amekubali kuliwa, mm -hmm. Ni kwamba nimekwa Nimeagree sasa kwamba Simba eh, mimi tukaishi maisha mume na mke, e. e, maisha oh yeah. mm. Simba anaitwa nani? Anaitwa Musa cha Charles. Musa Charles. Mm. Bwana Musa bana amepata jiko bana, kwa sababu unavyoongea ni uko proud kabisa kwamba mi ni mke wa mtu yaani, mm. Nimetaka mwenyewe, sio kwamba nimelazimishwa. Unajua kuna harusi nyingine huko, unaona kabisa, mbona kama mmoja ana furaha hapa na nini, lakini the vibes high, watu upendo ulionekana pale, kwa sababu mimi nazanga sana, ni upendo, sio Mpendo. kwa nyinyi wawili tu, lakini hata kwa waliowazunguka namna, kwa sababu hata niliona bosi wangu alifurahi sana, yani kwanza nina, nina... Yaani ninamshukuru bosi wangu ana moyo wa kipekee kwa sababu alitoka safari, mm, akaja moja kwa moja, nilijua labda atapumzika, lakini hakupumzika, alikuja kwenye sherehe, na kama unavyoona vibe MC ni Tamba, eh, alikuwa na vibe hivyo hivyo. Asteria kwa binti ambaye anakutazama sasa hivi, pengine anaogopa kuingia kwenye ndoa, pengine kuna mtu ambaye anatamani aingie naye kwenye ndoa anamu approach, lakini anaogopa, anasema pana pengine yuko mwaka wa kumi eh, we mwaka wa nane tu ukaona, eh, ya nini mie, wacha niolewe. Unamshauri nini binti kama huyu? Ninamshauri kwamba wala hata siogope, hmm. Maisha ya ndoa ya mume na mke ni maisha tu, vile ambavyo watu tunaishi, ila sasa yale ni maisha ambayo tunaenda kukutana watu wawili tofauti, mm-hmm. Hujue tu umejiandaa kisaikolojia kwamba nimeamua ku hii hmm. niende hivi niende hivi, lakini kusema uogope. hmm. maisha ya wawili ndo yaliyokamilika. hmm. maisha ya mtu mmoja peke yake hayajakamilika, hata uwe hmm. na mali nyingi. Bibilia inasema mwanaume pasipo mwanamke haijakamilika, na mwanamke pasipo mwanaume hajakamilika. maneno mazuri hayo. yeah. Uh, maneno ya kumwambia Simba <laughs> kuache uende, Simba kama Simba aliyekula swala kashakula. ah, ah, mashaallah. <laughs> Simba nampenda sana, mume wangu kipenzi, furaha yangu, mwanaume ambaye anajua kunihudumia. Kwa kweli nina furaha sana. mm -hmm. E. Okay, unamwambia nini? Nampenda sana. oh, that's so sweet. MC, tumalize hapo na wateja wako wajao. Naam, chochote cha kuambia cha mwisho? Uh, kwanza mimi na washukuru sana wa Tanzania. mm -hmm. uh, lakini pia uh, East Africa, na, na wateja wangu wengi ambao wananifuatilia kwa sababu lakini pia namshukuru Swala mm. kwa sababu pia kupitia shughuli yake imeniongezea mm. wigo wa followers imeniongezea wigo wa kazi mm, lakini, Mashallah. pia hata heshima pia imeongezeka, najua mm. Wanasema mnyonge mnyonge ni haki yake fanyeje, mpeni. Na hata wakati ambako niliposti posti ya Swala zile comments ni mpaka ni, nilimuuliza nizime comments, akasema hamna shida. So, ah, huyo ana vibe sana, huyo ana shida. Akasema hata watu wakicomment tofauti wao sijali, mimi niko niko fresh tu. Kwa hiyo nimshukuru sana lakini pia niwaombe Watanzania tuendelee kufuatilia kazi zangu kupitia Instagram page yangu, MC Tamba. Ukihitaji kufanya kazi na mimi basi karibu sana okay? Cheki Instagram tafanya kazi nzuri. Mimi ninawahasa vijana, ngoja <coughs> uh, niongee na vijana kama MC mm -hmm. Jitahidini mfanye maamuzi hiyo, uh, kujipangapanga hakuishagi, jitahidi fanya maamuzi <coughs> fanya maamuzi leo upate mtu wako Usivumilie sana kwa miaka nane kama, kama Swala na Simba alikuchelewesha kazi <laughs> e, <alichelewesha kazi, laughs> imagine miaka nane lakini, pengine we, sasa angekubali mapema ungekuwa e, ujaanza kazi bado kwa, sasa hivi nimeanza wewe kijana, sasa hivi nimeanza <laughs> <laughs> usivumilie hiyo miaka umeona eh, kwa sababu hata mimi mimi sijaoa bado, lakini harusi yangu mimi nimesha ipanga umeona. Uh, uh, e, yaani tarehe ishirini na nane uh, mwezi wa nane uh, mwaka wowote lazima nioe umeona Yani, kwa tunaishi kwa malengo, so ninakushauri wewe kijana, wewe binti e, tafuta simba. So binti, yeah, e, binti tafuta simba wako mm, na swala. E, n, n, n, na simba, ta, simba tafute swala wake, alafu swala mm, atafute simba wake. Ata ndilo neno na umesema bibi harusi <laughs> wako asiposema maneno hayo utaki ah, bibi harusi ajitahidi, hakikisha mm, eh, ukizungumza basi uwe, ka, uwe kama swala <laughs> kitu kimoja wa ajui. Normal, e, maraizi, mm -hmm. e, watu wengi ambao hawajui ambacho namalizianauka maarusi, watu wanasema ukikosea mc umekosea sherehe sahihi. Ni kweli kabisa, lakini pia na, na, ndio maana sisi tunawafundisha tuna maarusi tun, yani, tun, kama tunawa mentor fulani flani mm. tunawapa ushauri na nini, lakini kuna wengine unaweza kaongea naye vizuri kumbe wewe mc usiwaze Hmm. We subiri ukumbini, alafu akifika ukumbini anakuwa down, anaona watu, anaogopa. Lakini nikwambie moja, ya kitu kosa utaki kulifanya kwenye jambo lako, usimwonee mtu yoyote. Haya, kikubwa, amini unachokifanya kinakupa we furaha, kinawapa furaha watu ambao wako pale, bila kuona aibu, bila kuona chochote, itakufanya unajiachia na kuwaambukiza vibe wale watu waliokuja kwa ajili yako hmm. ili utengeneze historia iliyo nzuri itakayokumbukwa vizazi hata vizazi Amen. Eh, Swala alinitonya ali, ali hapa nasema la mwisho la mwisho la kuongea hmm. hmm. mimi ni Swala, lakini pia sio Swala tu hmm. nyuma ya, ya, ya mambo ya kiswala hmm. mimi ni Madamu Asteria, hmm. ambaye ninafanya kazi katika shule, hmm. ya English medium. Usitaje jina sasa, ya English medium hmm. ambayo hiyo shule hmm tunafundisha tuna watoto wa rika zote mm. Atakaye nihitaji ananipigia kwa mm. namba yangu okay, e, ambao ni sifuri sita mbili sita kumi tisini na tano sitini na tano Watoto wetu wamefaulu kwa ufaulu mkubwa sana mm. ambapo tulikuwa tuna watoto ishirini na tano kumi na saba wamepata a sita wamepata wastani wa B, wawili wamepata C. Kwao kiujumla, tuna wastani wa A bora zaidi. Nawakaribisha hmm. shuleni kwangu, namba yangu ndo kama hiyo nimeitaja mm -hmm. nitafute. okay. Uh, jamani hmm. wenu, ni ni inanyie, mi ni washukuru sana kwa wakati wenu, lakini pia tumepiga stori kwa namna nzuri. kama kuna sehemu nimekosea nisamewe, lakini nanyie mi kwangu hamjakosea chochote, naona mko sawa kabisa. Kwao nawashukuru sana kwa kufika. Naamini kuna binti ambaye hajafanya maamuzi kupitia interview hii atafanya maamuzi. Naamini kuna kijana ambaye hajafanya maamuzi kupitia interview hii atakuwa amefanya maamuzi. Lakini pia shukrani zangu za dhati nazipeleka kwa Simba la Masimba Dangote kwa sababu asingeruhusu mkewe kuwa hapa tusingempata si ndio? Pamoja na kuwa hayupo lakini mkewe kamwakilisha. So, asante sana Madam Asteria, asante sana MC Tamba. And of course, big Thank thanks you. to my brother, Shabani lanka ting tang ting eh, leo sasa, so, so, ugomvi upo. Mi naitwa Sarafina Jerry, behind the camera ni lanka ting. bye bye.